Ndugu mtazamaji, unayetufuatilia, hiyo ni kwaya ya Mabatini, ndio wanaozindua. Waliokuja kuwasindikiza kwenda kwenye programu ni kwaya ya Kasenga. Hivyo endelea kutufuatilia, ingia YouTube, andika Mabatini SDA kwaya, utawakuta wako hewani. Leo ni mbashara hapa unapotupata. Hii ni kwaya ambayo sasa tayari nakwenda kwa ajili ya programu ya uzinduzi. Hii ni kwaya eh, ni kwaya kubwa sana ya hapa Mabatini ikiwa eh, imeambatana na viongozi mbalimbali. Hivyo sasa wanaondoka kwa ajili ya programu hii, ndugu mtazamaji YouTube na mbalimbali mbali. Tunawakaribisheni, karibuni sana. Hakuwa na namna ya kuzungumza. Alipofika mahali ambapo huyu kijana alikuwa amekamatwa, Renato aliangua, umekwisha kuchelewa, kijana amekwisha kupelekwa sehemu nyingine, kwa mujibu wa taratibu za kiaskari. Kwa Renato hakuwa na kufanya, ilimbidi arudi nyumbani na kutulia kabisa, kwa sababu hakuwa na jinsi nyingine ya kufanya. Baada ya miezi kadhaa kupita